Niko nakwambia mm. Zile madawa zenye ulikuna nitibu, ndio. Yaani nishakafanikiwa. Ulishafanikiwa? Eh. Ongera sana. Asante. Ulifanikiwaje? Nielezee kidogo. Sina kama ahaa, ninachaka dawa la mwisho zilikuwaga msiku a mwezi wa ngapi? mwezi wa mnane, wa wa saba mm. <laughs> ya kama nivia kama zilishaka mwezi wa mnane hivo huko, mwezi wa saba dio zilishaka. Ndiyo. ah, lakini na mene pia ku find out zinajua tena, mtu kama iko na nane ashaka viacha huko, nikakuja ni ku find out mm. niko na two months pregnant, so kuanzia ah. ah, <laughs> ulikuja kushangaa una mimba ya miezi miwili aisee. <laughs> <Hey. laughs> hongera sana asante kabisa, na mimi nishukuru, ndio hata kama na mimi na mimi kwa surprise naia ni vitu vyenyewe na muda mrefu endeni kasema hapana. hmm. Kabisa ndiyo, nikasikia kama mwili yangu shakuwa na mchoko ya mingi, nikatake the pregnancy check hata namezikwamini, na mume wangu hakuamini kwelikanikaendakauko nikaendak nikaeda the tmbinanikula ivwanifanyia tuo mi nili-nilishangaa, nilishangaa. Ulimaliza dozi, hujanipa feedback, lakini nilikuwa najua ulishapata matokeo mazuri. Yaani kama nilimaliza hivi, mwezi kapita hivi, ina maana Mm, kama nilifanda au tuniko na mimba ya two months, ni Desemba twenty six. Jamani, kama nilikamata mwezi wa kumi niko na aisha hivi. Ndio hizi na namshukuru Mungu sana kabisa. Aisha, ongera sana mimi fly pia kusikia hivyo Ah, nilitaka nenda kuita ni kujulisha kwa juu mtu kama anakupa dawa zinakufanyia kazi, na bidi zina tu mjulishe umwambie kama dawa zake zishakata ya yeah, hilo so, ni ni jambo ni jambo jema sana. Ah, kitu bado naomba Mungu anisaidia nazaa na sawa, hakuna tatizo yoyote. Yeah, utafanikiwa na utafanikiwa vizuri sana na utajifungua salama ya lakini, huku kwa shule mee, nilikuwa naogopa kuambia watu kama sijafanikiwa, hey. lakini huku kuna dada mwenyu na ananiambia ana anamaliza miaka saba hmm. aisha niomba namba yako hivi naishampa naye hey. amana. Eh. Hey. Wana kitu kiamsaidizi Ya, ina shida yote Ndiyo ilikuwa ah, safari ndefu, kwa safari ndefu eh? Hey. Ndiyo. Ha, najua, najua. Hii hii, ni hali ambayo mara nyingi inawasumbua watu wengi sana, unakuta mtu anakaa muda mrefu bila kupata ujauzito

Basi tu na ya, ii, Mungu naye akasaidia, na mimi nikaendelea kuomba na kufunga na kuomba sana. ni sahihi, Mungu akafanya hiyo ni sahihi kabisa. Lakini miaka tano ni mingi, ni mingi sana, mingi sana, miaka tano, miaka tano ni mingi. Na hawa bwana zetu wa Afrika hawa wanataka watoto kama wanataka hela mm. <laughs> Ah, unakuta wanataka watoto sana eh. Eh, unajua wale vijana wamependa watoto sana, wanapenda zaa zaa na miaka tano, watoto wanataka, watoto ni zaidi ya hela, yaani hela ya bwana wa Afrika, sijua kama umeshakuwa nini, lakini tu namshukuru, namshukuru Mungu kwa bwana wangu, naye hakunistress miaka tano tu, hum, hum. Hapa ana na hivi ya mastresi sijui vya kuongea vitu gani, hatuzae hivi na hivi hapa mm. Ah, tulikuwa tu tunangoya nakuia mm. madawa mm. tunangoya tu Mungu nata tenda vyake basi kini ah, nilishukuru sana basi ndio ah saongera sana <laughs> Eh, asante kabisa, na wewe asante. Kwa hiyo uko nako kupata mtu wa kuaminia kutuma dawa navyo sio rahisi, sio rahisi, wengine wanakuwa sio waaminifu, ndio hivyo ya huku nako wanakuwa kama wanatibu lakini huku wanakuwa kama wanadanganya. Sijua kama wazungu wanakuwa kama wanatibu Mm. a kwa hiyo unajua manane yenyewe alikuwa ananiambia ile awazungu wak washaniambia nayo

Ndio kiukweli. Uh, na, na kupongeza sana kwanza kwa kufanikiwa, asante kabisa. Kufanikiwa hatua moja, unakuwa unaanza kuona mwelekeo kwamba hatua inayokuja ni bora zaidi. Kwa hiyo hongera sana na nashukuru sana pia kwa kunipa feedback. Kwa hiyo yeah. Naamini kipindi chako kitaenda vizuri na utafikia wakati wa kujifungua salama kabisa, na naamini kila kitu kitaenda sawa. Ndio hivi tu, takaa na kujulisha tu, ni sahihi kabisa ya kama tena watu. Lakini niko na rafiki yangu, naye iko na magonjwa hivi, sijua kama yeye ni magonjwa au ni stress, naye sijaelewa mm. yani yeye asingakutana na mume wake ni kama hata kuwa na feeling ah, hapati feelings yani vile am ya ni atendo la ndoa eh, hey, hey, eh yani akifanya tendo la ndoa asikie feeling za mume wake. Sasa mimi sijaelewa ah, tena vile na kwa hapo, ina anakuwa na shida kwenye mfumo wake wa uzazi yake, au homoni zake hazijakaa vizuri. Homoni zake hazijakaa vizuri. Eh, yake anakuwa na shida ya homoni.

E, kuna watu ambao unakutana hana hamu ya tendo la ndoa kabisa, yani hata akishiriki tendo la ndoa apati hamu ya tendo. Lakini kuna mwingine stresi zikitokea inaweza ikatokea siku moja, labda mara moja mara mbili ikatokea ukashindwa kupata ile hamasa, hamu ya tendo, lakini haitakiwe siku zote. sasa Ya, kwa juu naye nyingine nilimwambia kama na nitumia dawa ende, na kaniambia kama na iko ile tatizo yani mm, akakutana yeye na mume wake mm, hata kama mume wake yeye atasikia na furaha, lakini atasikia kitu tu nitampata, mm. So, namba hako, tu kuite monge, eh? Eh, utampa namba tutaongea, hiyo ni ni tatizo ambalo linaweza kutatulika mm, vizuri sana nikuweka sawa mfumo wake wa homoni

namaana kama mtu anachai usaidizi na mara ashakuwa nani ashakuwa hatari. Hiyo e, hali inasumbua watu wengi. Inaweza ikapelekea hata kuharibu mahusiano, kuharibu ndoa, kwa sababu wengine we tena huwa wanafanya kama ku yani kama act e, tu a, anafanya tu amridhishe mwenzake, lakini unakuta yeye hakuna chochote anacho kihisi e, na anafanya zile mme wake tu, lakini yeye hasikii kitu. Hey, hapo inakuwa ni changamoto changamoto kubwa hapo. Mimi nilikuwa nadhania saa moja, kwa hiyo na napendaga kuwa na stress hivi ya mingi mm. Vitu gani hivi? Oh. Unakuta naye na matatizo zake tukuani stress. Ah, ndio hapo utampa namba utampa namba yangu utampa namba yangu atanitafuta tutawasiliana. Nitamtumia namba yako, nitaongea. Ah, ndio. Kwa hiyo nashukuru sana nashukuru sana asante sana. Naamini tutazidi kuwasiliana, ukiwa na, na swali lolote utaniambia, lakini pia ikiwa una mtu ambaye ana changamoto pia utampa namba yangu na. yeah. mm. Hivi uh, nitakuwa nawambia tu kama kuna mtu yeyote mwenyewe ananiambia tatizo yake mm. Nampa namba yako. Unajua, na mimi nishamaliza miaka tano, ni vamashakuwa famous. Unajua kamaliza miaka tano ishakuwa famous. Hey. <laughs> Hey. Kila mtu nakuongea haaa. Hey. ngokinani kurangia mganga Ushaba... <laughs> Watu wanaanza na kuongea kabisa tena eh, eh, huku Marekani nako anakuongea kweli. Kumbe na huko ni kama huku eh, eh bwana, huko akosi mm. <laughs> bwana mbazu <laughs> <Bada, laughs> mnaenda mkikundi mumasherehe huko ma wedding, watu wanajua njoo na kwa story sasa. Mu wedding unaenda, dada zao wanakuwa nakuzungumza wewe tu <laughs> akwabia wasaba lakini, mwaka huu tu, sijua kama atazungumza nami sasa. Umewafunga mdomo <laughs> mwaka huu <laughs> <Hey. I see. laughs> ah, Mungu anawafunga mdomo kabisa. Natafuta mtu mwingine tena, sio mimi. Lakini Mungu wangu we

Yeah, hmm. Anaweza kaelewa. Yeye huyo anaweza kaelewa. Eh, we, mm. Wewe na jamba kuna geziwa majina tena? Jina la kusema yule bibi wa fulani hapana. Ni yule mwenyewe yuko na bibi mwenyewe hasa like. Ina shuhuruma tena hiyo. Hmm, hadi unabatizwa jina. Mm. Yeah, sijua mume wangu yeye yeah, aliniambia, nilimwambia, we walikuwa wananicheka sana, anasema bora we walikuwa wanakucheka. Bora mimi nisho alishajezia address ya lilionyesha. Kwa hiyo, kwa hiyo akakwambia kwamba yani kwenye kwenye swala la kosa <laughs> mimba, yani wewe walikuwa wanakucheka lakini yeye wamesha wamesha wamesha nani? Wameshaweka hadi jina na address. Eh, yani we address <laughs> washakachenji <laughs> Ya address. <laughs> Hey, Nura bibi ule bwana ule makanika yuko eh. Na bibi si mwenyewe za lake tena, makanika wazipia makanika tu, kwa nini wanatia? Ni bibi ni mwenyewe za lake Mungu mm. <laughs> Wangu nakwambia hii safari hiyo ah, kwa kweli safari ambayo ina mambo ah. mengi sana safari na mambo yani na yani na kustress mwenyewe na kustress kihera na kustress ki mental health everything, kila kitu unakuwa stress, kila kitu. Hakuna, unaogopa kwenda kwa watu wajue. Ukaenda utakuwa story hapo, utaongelea hapo ha, kwa kweli lazima. Yani lazima kwanza ukose hadi amani ya yeah, unakosa amani kabisa sasa mm. Kama ushakutana na mwanaume lelo mwenye naye iko na mdomo huko mm. naye sasa e, bala unafika muvatu banakusema unafika homu banakusema mm. na omu eh. Mume wako nakustress nakutamuta na asha, asha bomba ila we uzuri wako uli, uli mume wako alikuwa mvumilivu. Mume wangu akuni stresi, alikuwa anafanya vyake, na mie wahewa anamgezea adresi na mie huku wananitukana mm, yee hata kuniambiaka kama shaka mgezea adresi kwa kwa kwa <laughs> kwa ni kwajuu tulifonde au tu niko na mimba, akaanza kunieleza vyake, yee walikuwa anamuita vile, lakini alikuwa akuambia, alikuwa anakaa kimya tu yee. Yeah, alikuwa aniambie kwa juu walikuwa wananiita hivo, unafika hapa niko naria niko namwilia <laughs> watu <laughs> hapo ye anafika hapa aniambie, ananyamaza. Mmhm, a si ukaambia, niko na vyangu niko na lia huku. Mmhm, kwajui anafika huku, atu hau mtu ananipigia ngo nisikie, amafurani iko anasema hauza lake saa moya, hauza lake kwelu, ndiyo hapa nikaanza lia sasa. Naye akafika huku, anamuita anashamgezia jina, ni ule bwana mwenyeko na bibi mwenye haza lake, matakuambia nani, na mie niko namwambia vyangu, niko na lia Hmm. Zafari, kavi, sa, hii safari hii Mungu tu ndio anaelewa. Hiyo ni sahihi, hiyo ni sawa sawa. Nashukuru kabisa. Hivi tutaendelea tu kuongea, ndio. Nashukuru pia, tazidi kuwasiana zaidi, yeah. ah, eh, la kufanya tu, la kufanya tu endelee kupata lishe nzuri yishe yeah, nzuri basi, kila kitu kitaenda vizuri. Usifanyishe yeah, usi majukumu makubwa sana kupita kiasi, mm. Mana wengine wao wanapitiliza hadi mimba inatoka. Oh, balance, balance, balance majukumu, ule vizuri, upate usingizi mzuri. Basi ukifanya hivyo kipindi chako kitaenda salama sawa kabisa, lakini sa, pia, sa, pia uwe na nyiwe huko si mnaenda hospitali ya vituo vya afya kwa wajawazito ya hivi maisha mm, nianzia maana niko na randevu tarehe 29 ya January. Je, walisema ataenda kupima mtoto. Mm. Na ingine na itakuwa kama ni February 9 hivi, mara ndevu zilishaanza tuza. Eh, inakuwa vizuri usikae usikae nyumbani kwa sababu eh, a hali yoyote ikatokea ambayo sio nzuri inakuwa vizuri unakuwa na sehemu sehemu ya kwenda, kama kituo cha afya au hospitali au daktari wa karibu, ambao unaweza ukafika ukafanya check up.

Sawa sawa na ayo, asante. Hivi mtashinda ve, hivi tutakuwa tuna, okay, sawa sawa sawa, ba haya.